Nairobi. Hofu imegubika jamii zinazoishi maeneo ya Ziwa Baringo na Bogoria, baada ya maji ya maziwa haya kujaa na kuanza kushikana. Aidha, wataalam wanaonya hatari kutokana na hali hii ambayo tayari imeanza kusababisha hasara kwa jamii zinazoishi katika eneo hilo. Brenda Wanga anaarifu zaidi. Kwa takriban mwongo mmoja maji ya ziwa Bogoria na ziwa Baringo yamekuwa yakiongezeka wale wanaoishi kando na maziwa haya wanakabiliwa na hofu nyumba zimefunikwa na maji shule haziko tena na maisha yao yanatatizika maji imesonga kiwango ingine tuwezi vumulia sofa ukitazama ubandei maji imekuja kabisa imetoa watu tangu 2018 imetoa watu huko chini kabisa Mbali sana huko mbaya tungeweza kufikiria kwa maji takuja hapa. Tukiongea saa hii, kuna families wengi wamehama. Maziwa haya mawili yaliwahi kutenganishwa na takriban kilomita 20 za msitu na ardhi kavu, lakini sasa janga linakodoa macho hapa. In case of NM mixing, then there's a likelihood of water flowing from Lake Bogoria which is saline to Lake Baringo.

Katika Ziwa Bogoria maarufu kwa kuhifadhi takriban flamingo milioni tatu, maji yamevunja kingo na kuanza kutiririka kuelekea Ziwa Baringo. Vijiji vyote na mashamba yote sasa yamezama. Employment has gone down because most facilities have been closed down. They've been shut down. And people depend on employment from these tourism facilities. Katika kituo cha Loboi wakaazi wanajitahidi kuokoa mali. Wakazi wa hapo wanasema mara ya mwisho maji yalikaribia kwa njia hii kwa zaidi ya karne moja iliyopita. Sofa watu wameama hapa, tumetoa watu manyumba, wa tumeenda huko, lakini tumekosa sofa, tumekosa mahali pa kuishi. Wataalamu sasa wanaonya kuwa maji ya maziwa haya mawili tayari yameanza kuchanganyika chini ya ardhi, hatua inayotishia maisha na hata uchumi wa eneo hili. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen. Mtu mmoja aliuawa kwenye vurugu za kampeni za uchaguzi za...